Napenda kukipongeza chama cha Mapinduzi lakini pia na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mambo ambayo yanaendelea kufanyika, hasa masuala ya maendeleo. Lakini nitoe rai kwamba kuna kitu tunatiwa doa kama chama, lakini kama serikali, kwa upande mmoja ama mwingine, kama wana ambao ni watu wa serikali wanaliona hili kama ambavyo mimi ninavyoliona huku mtaani, kwa haya yanayoendelea ya, ya bwana Tundu Lissu na akina Mdude na mengine, yani kuhusiana na siasa za za upinzani kwa ujumla, na huko tunakwenda katika uchaguzi mkuu wa mwaka elfu mbili na ishirini na tano Uh, unaotarajiwa kufanyika Oktoba mwaka huu. Ni ombe ni muombe uh, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, kwa sababu yeye anayo pia uh, mamlaka ama instrument za kufanya utafiti hata ndani ya siku moja tu au siku mbili tu uh, kupitia uh, mifumo ambayo ipo ndani ya chama cha mapinduzi, naamini wanaweza kupata taarifa sahihi kwamba wanachama wa chama cha mapinduzi wanaona nini na wanasemaje kuhusiana na hayo yanayoendelea, uh, masuala ya wapinzani, hasa swala la Tundu Lissu na hili swala la uh, Mdude Nyagali ambaye alitekwa hivi karibuni mkoani Mbeya na kutoweshwa, lakini pia tukaona kama damu sijui ni za kwake mwenyewe au la, lakini nimuombe kaka yangu uh, Emmanuel Nchimbi, mtu mwema kabisa huyu. Mimi huwa nimekuwa nikisema niki kwamba Emmanuel Nchimbi ni kama stabilizer ya umeme, kwamba umeme ukija mwingi huwa na, na, ana, ana, ana uchakata na kuwa umeme wa kawaida ambao hauleti madhara katika nyumba ya mtu ama katika kiwanda cha mtu. Nimuombe ikimpendeza afanye utafiti angalau hata kwa siku mbili tu, kuona wana CCM wanasemaje kwa haya yanayoendelea, kuhusiana na huyu mtu wa Singida, lakini kuhusiana na jambo hili la Tundu Lissu, na je, watu wanajisikiaje kuvaa nguo za Chama cha Mapinduzi baada ya haya ya kuendelea, wako comfortable au wengine wengi wanaogopa hata kuvaa hizi nguo? Nadhani uh, mheshimiwa Nchimbi hili analimudu kwa uhakika kabisa. Wanaweza kuona namna gani ya kufanya ili tuendelee, sisi ni wote ni Watanzania na hata huyo Tundu Lissu hata kitoka huko ndani hawezi kukishinda chama cha mapinduzi kwa namna yoyote ile, lakini pia ninaamini, nadhani mimi ni mtu wa kwanza kabisa kusema Rais Dr. Samia suluhu hasani katika nchi ya Tanzania, hususani huko tulikotoka, uh, huo nimekuwa nikimwita kwamba ni mama faraja wengi waliniuliza kwa nini unamuita mama Faraja wakati tu ameapishwa. Nikaeleza vitu kadhaa ikiwemo kwamba kuwatoa wale wa maabusu ama wafungwa wa kisiasa ambao walipewa kesi zingine ambazo kimsingi kila Mtanzania alikuwa anafahamu kwamba ni kama haikuwa katika hali ya utu ama Utanzania halisi ambao tumezoea sisi kuishi huku mtaani na pia hata walioko nje ya nchi wa Tanzania wanajua Tanzania sisi tunaishije. Naamini akipata taarifa kutoka kwa Emmanuel Nchimbi, katibu mkuu wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi, anaweza kawafanyia kazi ujumbe huo ambao utakuwa umetoka moja kwa moja kwa wanachama wa Chama cha Mapinduzi ngazi za chini kabisa una sisi ambao tuko huku chini tunasikia sauti za watu, tunasikia maoni ya watu. Wanachama wa Chama cha Mapinduzi walio wengi kimsingi hawakubaliani na haya yanayoendelea, na baadhi wanaogopa hata kuvaa nguo za Chama cha Mapinduzi kwa sababu ya nadhani ni malezi ya Kitanzania tuliolelewa nayo kwamba sisi sote ni wamoja lakini pia jambo lolote linapotokea ambalo si la kiutu, jambo lolote linalotokea kwamba huyu kweli ni mtenda makosa, watu wanajua. Na ndio maana likitokea jambo lolote la kimipaka, yani mpaka wa Tanzania na nchi fulani kuingiliana kwa namna moja au nyingine, kwa sababu watu wakiwa wanajua kwamba hili kweli ni sahihi, huwa wanainuka na kuwa kitu kimoja, lakini katika hili la Tundu Lissu na katika hili la Mdude wa Tanzania wengi wamegawanyika, na wana CCM wakiwemo huko ndani. Kimsingi, wana CCM wengi hawaridhishwi na mambo haya, ingawa hawawezi kusema hadharani. Ni mwombe kaka yangu, amewahi kuwa bosi wangu huyu katika chombo kimoja cha habari hapa nchini Tanzania kabla hajateuliwa kuwa balozi ni namfahamu ni mtu mwema, ambaye pia ni mtu wa haki, ingawa neno haki na uh, watu wengi wanaliogopa sana kulitamka, lakini mi nafahamu Emmanuel Nchimbi ni mtu wa haki, ni kiongozi ambaye anapenda haki. Hatoe hata siku mbili tu au siku tatu tu kwa uchache, afanye utafiti kwamba wana CCM wanapokeaje mambo haya yanayoendelea katika nchi kuelekea uchaguzi mkuu wa elfu mbili na ishirini na tano nimeona niseme kwa ufupi katika haya. Kimsingi, wana CCM wengi uh, ambao hasa sio viongozi wa ngazi za juu wanaopokea mishahara au uh, waridhishwi na yanayoendelea. Kwa hiyo ni vema sasa, ikitupendeza kama nchi, kama Chama cha Mapinduzi, tutoe maamuzi ya kwenda kwenye uchaguzi tukiwa sote na tabasamu na nayo imani kwamba chama cha mapinduzi kitapata ushindi mkubwa wa namba, sio wa hila.